Niwaahidi kwamba uh, kama alivyosema mkaguzi mkuu uh, wa hesabu za serikali, serikali haijawahi kuchelewa kupeleka taarifa hii kwa, na taarifa hii nayo nitaipeleka kwa wakati, na nikuombe mheshimiwa Spika, mkaishughulikie vilivyo na nyinyi kwa wakati. Lakini nitumie fursa hii pia kumshukuru sana na kumpongeza mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu uh, za serikali Management na watumishi wote kwenye ofisi za CAG kwa kazi kubwa na nzuri iliyofanyika. Kwanza wamefanya kukagua hesabu za fedha, taarifa tumeisikia hapa, lakini wamekagua ufanisi wa miradi na ufanisi wa taasisi na programu mbalimbali. Wamefanya kazi za kiuchunguzi kuchunguza mambo kadhaa ambayo wamepelekewa lakini vile vile wamefanya kaguzi za mifumo ya TEHAMA uh, kama inafanya kazi vyema na inafanya kazi inayotakiwa, lakini pia wamefanya ukaguzi kwa njia ya real time audit au uchunguzi uh, uh, uh, maalum kwa wakati maalum kama walivyoombwa na taasisi mbalimbali, lakini pia na serikali. Sasa niseme kwamba ukaguzi uliofanywa unatupa taswira ya matokeo ya hatua zinazochukuliwa na serikali katika kuziimarisha taasisi za umma. Jitihada kadhaa zinafanywa kuziimarisha taasisi za umma ili ziweze kutumia vizuri rasilimali za serikali, lakini kufuata taratibu zinazotumiwa katika matumizi ya rasilimali hizo. Faraja tuliyoipata ni kwamba kwa ujumla kumekuwa na kuongezeka kwa ufanisi katika matumizi ya rasilimali za serikali pamoja na mapungufu yaliyotajwa hapa, na kama mmesikia vizuri, mapungufu mengi ni ya miaka mingi nyuma, lakini ukichukua mwendelezo, kumekuwa na ongezeko la ufanisi katika matumizi ya rasilimali za serikali. Kwa hiyo ni faraja yetu kama serikali kwamba tumeweza kukuza uwazi na uwajibikaji na hatimaye kuleta utawala bora. Tunaendelea kuleta utawala bora ndani ya serikali.